ni self control. Habari ya Niffer kuachana na mpenzi wake OG imekuwa ni habari ambayo imetrendi sana mitandaoni, lakini pia uh, tulikuwa hatujapata mwafaka wala tulikuwa hatujapata uthibitisho uh, kutoka kwa wahusika wote wawili kutoka kwa Niffer lakini pia kutoka kwa OG. Na siku ya leo kwa mara ya kwanza Niffer ameamua uh, kurekodi video akaiposti katika kurasa wa Instagram akiwa anazungumza ni kitu gani ambacho kimemsukuma yeye akaamua kuachana na OG, lakini pia ni sababu ipi ambayo imepelekea yeye akaamua kuachana na OG. Sitaki kupotezea muda mrefu, natamani sana umsikilize Nifa ni kitu gani ambacho ameweza kukizungumza lakini pia kuna baadhi ya vitu ambavyo OG amemfanyia vikamsababisha yeye akaamua kuachana naye. Nifa kitu ambacho amekilalamikia zaidi Watanzania eh, wengi sana eh, wanamtupia maneno mengi mabaya katika comment, wakiwa wanamwambia Nifa, huna shukrani OG, kwa kipindi kile ambacho wewe ulikuwa na matatizo OG alikuwa pamoja na wewe. Lakini Nifa anakuambia sio tu yeye, baba yangu alikuwepo, mama yangu alikuwepo, ndugu zangu wengi tu walikuwepo katika eh, siku hizo za matatizo, lakini nyie mnamwona OG tu eh, kwamba OG baada tu ya kunisaidia katika matatizo eh, akifanya kosa natakiwa ni mwache. Ngoja tumsikilize Nifa, ni kitu gani ambacho ameamua kukizungumza zaidi lakini pia ni mambo gani ambayo OG amemfanyia, ameshindwa kabisa kuendelea naye na mahusiano eh, ya kimapenzi kama ambavyo walianza safari yao ya mahusiano mwaka 2023 mpaka leo hii, jamani, ni miaka mingi wamedumu, lakini Nifa ameshindwa mpaka anaongea, anaongea anaongea hapa, anaongea kwa kubwa, kwa kwa uchungu mkubwa, anaongea kwa masikitiko makubwa eh, kwa sababu wanajua ni wapi walipitia na OG na walifanya vitu gani na gani. Ngoja tusikie kidogo tuangalie Niffer amezungumza vitu gani na gani. Kila mtu ana uwezo wa kucheat. Kila mtu anapata nafasi ya kucheat. Hakuna mtu duniani ambaye hapati nafasi ya kucheat. Lakini kinachokufanya wewe usimcheat partner wako hata kama umetamani ungefanya hivyo ni self control. Kwa hiyo mtu ambaye anapata hiyo nafasi na akaamua asifanye ni kwa sababu ana self control ya kutosha ili umfanye aweze kuwa contained asicheat. Ukiona mtu anavuta bangi sana, maana yake yeye, bangi imemshinda control, kwa self control yake imemshinda, ameacha bangi ndio iteke control, na akaweza kufanya nini? Kuivuta. Ukiona mtu ameshindwa kufanya biashara, kila akipata faida anakula faida na mtaji, ni kwa sababu pesa imemshinda control, hawezi kuikontrol pesa. Pesa inamcontrol mkontrol yeye, kwa akipata, anaitumia yote mpaka inaisha, hana self control. Ukiona umeachwa una maumivu, unalia kwa sababu mtu katoka kwenye maisha yako, ni kwa sababu umeleta hisia zikucontrol, instead of wewe mwenyewe kuwa na self control. you can control pain. you can turn your pain into something that will pay you. Kuna watu wakipata maumivu ndio wanaenda gym, wanakuwa na mili mzuri wanaoattract watu wengine ambao ni better than walioacha kuna watu wakipata hasara kwenye biashara wanapata self control ya kukubali yale matokeo na kuamua kufanya better, which means wakikutana na situation iliyowafanya mara ya kwanza wadondoke, hawawezi kudondoka tena, kwa sababu wanajua namna ya kupambana na ile changamoto. So self control is something you need kwenye haya maisha yetu ya kila siku. Haya jamani, kama tulivyomsikia Nifa eh, kumbe OG amekosa self control katika mambo ya kuchiti. E bana, hebu jiulize wewe na ujitathmini kwa mambo ambayo Nifa ameyazungumza kuhusiana na self control, wewe una self control kweli katika kitu ambacho kinakuzidi? Uh, ukiangalia hapo amezungumzia mambo ya kuchiti, amezungumzia mambo ya pombe, mambo ya bangi uh, kwamba mtu uh, anaweza siwe na self control alafu ikaje akamletea shida. Kumbe uh, mpenzi wake OG amekosa self control katika mambo ya kuchiti e, bana e Niffer ameshindwa Ukiangalia Nifa ametoka mbali sana na huyu kaka. Huyu kaka uh, uyukaka, uh, ilifikia kipindi akafilisika kabisa mambo yake haya ya kuuza simu. Nifa akamuinua. Uh, Nifa kipindi hicho, OG ana followers 500 tu katika akaunti yake ya Instagram, lakini baada ya Nifa kumbusti OG, akaanza kufahamika, watu wengi sana wakaanza kumfuatilia kwa asilimia kubwa sana. Ukiangalia akaunti ya Instagram ya OG sasa hivi ina followers laki mbili na pointi. Sasa Nifa ni kama vile anajutia kumbusti OG ni kama vile anajutia kitu ambacho amekifanya kwa OG. Amewekeza muda wake, amewekeza akili yake, amewekeza kumfanyia matangazo mengi bila malipo, kwa sababu ni mpenzi wake, lakini OG amemlipa kitu gani? Eh, mwisho wa siku OG, eh, amemtendea mambo kama haya ya kumchiti, sio jambo zuri, lakini imeshatokea atafanyaje. Niffer ameamua ku move on na kuendelea na maisha mengine nyekundu iliyoandikwa neno subscribe